Yes ebwana, mambo vipi Tanzania, mambo vipi east Africa. Huyu hapa Seko Brandi nimewaletea leo hii, tunataka tuzungumze naye kuhusiana na trending zinazoendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Seko Brandi ni msanii pia wa muziki wa bongo flava. Inakuwaje bro? Yeah, kama kawa kinyamwezi kabisa. Uko poa? Mzuka mwingi ebwana. Seko, project zinaendaje kwanza, project zako ebwana? Project this time nimesimama kidogo, si unajua muziki wetu wa kitanzania hapa lazima uwe uwe, uwe, uwe, uwe kidogo na uhakika wa kula na uhakika wa kulala. Kwa hiyo ukisema tu uendekeze mziki mzee wangu yeah. Ndio unaweza ukasapoti vitu vingine ambavyo Mwenyezi Mungu havitaki kabisa. Kuna vitu watu wanavisapoti yeah. Yeah, una unasapoti vitu ambavyo Mwenyezi Mungu havikataza, kwa sababu kwa sababu wewe unategemea mziki tu ela akula una pa kulala una hapo, nalala studio nalala wapi? Inakuwa mm. yeah, ngumu kuendesha mziki wako, lazima tu ukubali wanavyosema wao, ufuate wanavyotaka <laughs> yeah, ili uwe katika harakati zao yeah. Unafuata wanavyohitaji, wanavyohitaji, kwa sababu wewe una kitu, kwa sababu labda umekaa tu geto, utategemea niende studio nikafanye ngoma, hata hela ya kwenda studio una na ule ya kwenda studio una okay. Sasa mafiki yako hapo, kinachoendelea kitu gani? kama mtu sana nakwambia tu bwana, fanya hivi fanya hivi, utakataa <laughs> Seku <laughs> brandi, uh, tunaona kuna baadhi ya vitu vinavyo trend kwenye mitandao ya kijamii yeah. uh, vikimhusisha mwanadada Nicole yeah. ni mtu ambaye ana trendi kwa sasa kuhusiana na changamoto ya madeni mbalimbali mbali ambayo anayo yeah. inasemekana kuna hela kama milioni 100 na ushee, mm, zimeenda kwake. Ya, kama kitapeli fulani. Unalizungumziaje hilo la masta kujiingiza kwenye baadhi ya vitu kama hivi ambavyo mwisho wa siku vinawaletea changamoto kama hizo? Au unajua katika maisha <laughs> kila mmoja ana utafutaji wake, bro. Yes. Na kila mmoja ana mbinu yake, si unanielewa? Ili maisha yaende, lazima utafute mbinu ambayo ya kukusababisha maisha yako yatoke katika hali fulani kuelekea hali fulani mm. Kwa labda yeye ndio mfumo wake wa kupata hela ameuwekeza ame, ame sana labda katika masuala ya michezo, kuwatapeli watu, kuwadanganya watu, tucheze michezo tufanye hivi tufanye hivi. Na ndio maana hata ki, kisheria kesi kama hizo hapo hizo za kuchezeshesha hela huaga wazisikia sana kwa sababu we mtu mzima anaena akili zako? Au unakuta baba mwanaume na ndevu zake, anaenda anacheza, anacheza kwa mwanamke mchezo wa hela, anachezeshwa mchezo. Kuna benki kuna tigo pesa kuna vibubu mm. kwa nini usiweke hela zako kule? Unatoka mwanaume na ndevu zako, nami nacheza mchezo labda kwa Nicole au nacheza mchezo labda kwa fulani mtoto wa kiume mm. mimi naonaga hizo harakati bonge kufanyaga tu hizo wanawake, kwa sababu wanawake ni watu ambao hawatakaji kupata hela kwa kutumia nguvu nyingi au kutumia labda tateseke sana atakaga promotion yeah. Tuchae mm. Kwa hiyo yeye kama Nicole aliamua kupata pesa kupitia michezo au aliamua ku, kuendesha maisha yake kupitia michezo. Sasa inategemea yenyewe, labda katika mazingira ya michezo kwenye kuzulumiana huko au kaona kibunda ni kingi, kwa nini nisipite nacho kushoto au nikapiga galena nikabinya mm. chekundu. Wananchi labda wenye serikali ndo wakaona usitutanie, tunakuweka ndani, kawapiga milioni mia moja eee, nasikia kawapiga milioni mia moja themanini na ukiangalia azi ya ule dada yes. na kuwa tapeli, ndo maana na unaambiwa hii dunia sasa ishavaa sketi. Yaani dunia hii ngumu sana sasa hivi, kwa sababu mitandao inatudanganya sana miti, maisha yamekuwa sana mitandaoni, yeah. Unamwamini mtu kupitia brand yake, unaamini kwamba nikiwekeza hela pale napata kweli hela mm, na na au tonidhulumu kwa sababu hela shetani bro. Brand na hela vitu viwili tofauti, unaweza ukasema huu brand hatonidhulumu au watu wanapiga popote, yes. Kumbe ndo anakutandika vizuri tu mpaka unakuja kushtuka, ndo kama hao sasa. Utapeliwa na Nicole labda alitumia tu ambaye na brandi ana jina star labda, tukiwekeza milioni milioni zetu huku tutapata zaidi, kumbe anawachekecha. Kwa sababu ukimwangalia mtu kama Nicole ana mchongo wote wa kufanya da hapa na hapa mjini bro. Wanawake siku hizo wamekuwa wajanja sana, na asilimia tisini ya matapeli mjini saa hivi ni mademo mzee. Ila Nicole, si yuko kwenye sanaa, anaigiza pia, sijai kuona hata movie yake moja, labda labda labda Vixen imesha kushuhudia kwenye nyimbo ya ya iziwe, na naishamwonaga kwenye nyimbo ya Njela mm, labda Vixen, lakini sikuwa kuona kama Nicole, lakini mi namuona ni mdada ambaye hana mchongo mm. Umeona kazi yake tu, anakaa insta anajipodoa, anaongea, si nini hivi si mara katangaza kipo, kipodozi gani, mara si anauza mawigi, sionagi kama ana mchongo wa kunyoka, umeona. Ila watu wa Afrika au sisi wa Tanzania tuna ujinga fulani kwamba huyu blandi bwana, huyu staa mm. weze kunifanyia kitu kama hicho, na sio na imani. Sio Nikole tu, unakuta kuna mastaa wengi sana washakuwa matapeli bro, washakuwa matapeli na wanaendelea kuwatapeli watu kupitia hiyo michezo, kwa kuamini kwamba huyu watu ni, hataniamini kwa sababu labda ingekuwa kama wewe mzee wangu, waambie watu bwana tuchezeshe michezo hapa, milioni mia ngapi mia ngapi, una jina <laughs> watu hawakubali. Lakini watu unakuta wewe labda ndo una moyo wa waku, kutoa hoela na kuwachangisha kweli, kila mtu akapata, yeah. Lakini kwa hawakuamini kwa sababu labda jina hauna, una, una brand yoyote. Wanamwamini mtu kama Nikole, kawapiga hela. Haya, kwa mfano hasa kawapiga hela, wamemuweka ndani, nani atawalipa? si yeye Nicole anashtakiwa? Sasa anashtakiwa na hela gani? ana maisha kusema labda alipe milioni kama tu, dhamana imemshinda milioni 40. Kama ameweza kuwatapeli watu zaidi ya milioni 180, dhamana milioni 40 imemshinda, mm. Sasa atawalipa kweli ndugu zangu hizo? kwa ni kitu ambacho tunaferigi sana kuamini brand za watu hii. Sasa uh, mtu kama Nicole imeleta ime, ime picha gani kwake kutokana na ni public figure, ni mtu ambaye anafahamika kuna baadhi ya makampuni labda yanataka kwenda kufanya biashara na yeye sasa ameshaingia kwenye skendo kama hizo za kuwapiga hela watu zaidi ya milioni mia moja na ni picha gani ame, amejiwekea Nicole kwa, kwa watu ambao walitamani sana kufanya biashara na yeye yani kwanza akunaga picha nzuri au akunaga kitu kizuri kwenye utapeli yani, ukishaonekana tapeli bro so kampuni tu yani, ukishakuwa tapeli mpaka jamii inaokuzunguka na kukataa kwao kitendo alichokifanya au hiyo issue ambayo imetokea kwake, itamshushia kila kitu katika maisha yake, na sipokuwa makini, labda kama hajawekeza hivi, labda kipindi hicho anawapigapiga watu hela mm. hajawekeza chochote basi hapo ndo mwanzo wa umaskini tena, atarudi yale chini, kwa sababu watapotoka kule, sidhani kama kuna mtu yoyote atamwamini Tanzania hii kwamba bwana, ule demu ukifanya naye dili hivi, dili inatiki, kuna mchezo bwana, kwa niko tucheze? Hakuna tunayecheza hata siku moja, kwa sababu <laughs> <laughs> watu washapigwa tukio, nani ataingia tena kucheza? Kwa hiyo ataanza mwanzo tena kujitengeneza tena, kwa sababu alishakuwa na brand nzuri, watu washaanza kumfuatilia, anafanya matangazo yake, lakini imekuja kumwaribia kitu kidogo tutamaa, labda maisha kwa tapeli watu mm, kwa tena pale kuitengeneza tena brand na kuwaaminisha watu kwamba bwana sio mm, au bwana mimi sijafanya hicho kitu, ni kitu kigumu sana kwao. Anaweza akaanza mwanzo tena mm, wa maisha ya. kuna video ina, ina trend sana ikimuonyesha huyu ni Nicole wa sasa, maanake siku mbili hizi na inawekwa na picha nyingine yule kipindi hicho, yani kwamba yuko vizuri sana, mwonekano mzuri. Uh, una lipi la kuzungumzia juu ya hilo, hizo video zinazo trendi zik zikimwonyesha akiwa yuko, ya, kama sikitu fulani hivi, wa uswahilini aeleweki, yani nywele, yani unajua <laughs> Tanzania hii gaga mm. wanawake ambao wako wakolili, yaani unapomwona labda mtandaoni na laivu yuko hivyo hivyo mm. kwenye mia mzee, unaweza ukamkuta mmoja huyo mmoja mwenyewe huyo si nikwambie kitu gani? Kwa sababu asilimia kama tisini wanawake wanafeki sana, yani yani anajifeki mwenyewe mpaka maisha yanayoishi, si unanielewa? mm. e, ili kwamba watu watu wamuone wa aina hii, kumbe katika maisha yake hayuko hivyo. ka kuna wanyamwezi kibao nakuta mtu anapagawa na, na demu insta huko anaweza akamdia mzee akamwambia bwana, mimi nakupenda, nafanya hivi nafanya kama una picha tu insta, kumbe mtu zile picha ku edit katumia masaa nane mm. tisa, kuile kuirekebisha tu ngozi kumweka macho yake hivi kufanya hivi mm. siku kutana naye hayuko vile. Kwa hiyo kwenye swala kufeki, dada zetu wa Tanzania wanaongoza sana kufeki ngozi, kufeki sijui muonekano, kufeki maisha, kufeki kila kitu. na maana kola sasa hivi ujue comedian yule anachekesha tu so ni dada ambaye unamwangalia kwa dicho kwamba bwana PC fulani hivi, si nini si nini. Sasa hivi unamwona tu kama kama ibitoke mchekeshaji, mara si yuko wapi, nywele zake ndo kama vile. Lakini sasa angalia na picha zile ambazo anaekwa na yeye bwana, ndo huyo huyo. Kwa nini? Kwa sababu anajiedit sana, yaani madada zetu wamekuwa na maisha ya kufeki mno, na maana ukuta sasa hivi mdada anaweza kamiliki hata iPhone macho matatu, hela mm. ya kula hana, maisha magumu, ili mradi tu nitumie iPhone, ili mradi tu kwamba jamii muone kwamba yeye ni mwanamke fulani special hivi, ni mwanamke fulani labda wazi fulani mm. unakuta hela ya kula hana anamiliki. Unakuta mdada anamiliki iPhone, ajui mama yake kijijini anakula nini, ajui kwamba hata umeme kwao huko kijijini utafika lini, lakini huko taodi, mm. anatamba Yeah. anamiliki iPhone mwingine anaweza hata kakataa kakaa sehemu fulani, akakwambia mimi naishi sehemu fulani mm, wanafeki sana k kwa kufeki kwa Nicole, mimi sishangai, ndo madada zetu Tanzania walivyo, ndo so Nicole tu mm, madada kibao tu master wasiokuwa master, master kufeki ndo jadi yao. Kwa hiyo yeah, unataka kuniambia huu mwonekano yeah, ambao anaonekana kwa sasa mwanadada Nicole yeah, uh, ni unaweza ukawa ni endelevu eh? Eh, kwa sababu kashawatoa kashawa watu imani, na ndio maana nikakwambia, kama hajajiwekeza ajajiwekeza, unajua vile labda alivyokuwa nawapigapiga watu hela, labda hajafungua chochote au hajafungua mradi wowote, kumwaminisha mbongo tena kwamba wewe mtu mwema, alafu ushamfanyaga kitu kibaya, ni kitu kigumu sana mbongo, unajua, mpaka waelewe kwamba da huu kweli hajafanya vile mm. Inachukua muda sana, kwa hiyo ana muda mkubwa sana Nikole hata kama atatoka huko Sento au atatoka wapi kujitengeneza tena blandi kujisafisha mm. watu wamuone ah labda ilikuwa tu bahati mbaya ilikuwa hivi ilikuwa hivi. Kwa hiyo ana muda mkubwa sana wa kujitengeneza blandi yake kama mwanzo wakurudi, yeah. kama vile wakurudi kama, kwa sababu ashaonekana tapeli. Unajua lile tu mm. neno tapeli, neno mwizi neno muongo so, ni maneno ambayo ya kawaida lakini yana maana kubwa sana kwa watu wenye akili ah, kumbe ndo dili zake yeah. Eh, eh, kwa hiyo Nikole kama anatoka kule, ule muonekano wake unaweza ukaendelea vile vilevile kule kule <laughs> eh, kwa sababu kujibrand, lazima ujibrand kupitia mazingira, watu waone mm. kweli wewe ujibrand, yes. Hivi, hivi lazima uwe kidogo na vile ela fulani, sasa unatoka, yeah. So, kule una kitu unatoka na madeni unakuta, yeah. Kama hivyo na niliu tu amemkatalia zamana hmm, kule. So kuzuri bro, na kule ndo kuna kuonesha uhalisia wako yani, kwamba wewe ndo hivi ndio huyu wewe, ndo huyu. So yule ambaye si anabebwabebwa na Harmonize mle si nini, yani wewe ndo kama sauti hiyo nyembamba, sauti ndogo. Wa, waongeleshe huko, kuna watu wanaitwa manyampala, kwa hawaelewi ah.